bwa jumuiya ya umoja wa wanawake wa chama cha mapinduzi UWT mkoa wa Kigoma, Sara Kairanya amesema ni wakati sasa wa kutafuta kura za chama cha mapinduzi CCM kuhakikisha chama kinapata kura za kishindo. Kauli hiyo ameitoa wa wakati wa kikao cha baraza la UWT wilaya ya Uvinza lililojadili masuala mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu na utarajia kufanyika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mwaka huu ni mwaka uchaguzi na sisi kama kina mama Tunategemewa sana na uchaguzi wetu. Tunajua tunaanzia kwenye makata, tunakuja kwenye majimbo, kisha tunaenda kuchagua mheshimiwa raisi. Sasa tunaenda kufanya kazi ya kutafuta kura za chama chamachamapinduzi. Tunataka kura za nini? Za kishindo. Mama Samia amefanya vitu vingi ndani ya wilaya yetu, ndani ya mkoa wetu, na mkoa wetu Mama Samia ameuangalia vizuri sana ili tumrudishie fadhila ni kutafuta kura za ushindi za mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi niwaomba kina mama, tujiweke mkao wa kwenda kutafuta kura wakati huo huo bahati isa maipungu ambaye ni katibu wa chama cha mapinduzi CCM wilaya ya uvinza amesema wakati huu sio wakati wa kurara hivyo akina mama hawana budi kuwa kitu kimoja kwa kutafuta kura za chama cha mapinduzi CCM yani tukae kama jeshi jeshi halilali kwa sababu jeshi linalinda raia kwa hiyo na sisi tunalinda chama kinawategemea nyumba inawategemea taifa linawategemea. Kwa hiyo kila mmoja ajiamini, aone yuko mahali sahihi na ana wajibu. Usisubiri kupangiwa, mama, panga mambo yako, panga vizuri na jeshi lako la chini. Tunataka ushindi, ushindi wa kishindo. Tunataka mama apate kula za kishindo, mbunge atakaye kuja apate kula zaki? tunawategemeeni sana. Tunaomba mkafanye kazi. Okay. Kidumu chama, chama Kidum cha mapinduzi. Ni kiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Mimi ni Justin Cosmas, Uhuru Radio FM.